A, nimesikiliza hotuba ya mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan akiwa na baraza la mawaziri kwa mara ya kwanza, amezungumza nao baada ya kuwapa cha vale Chamwino, Dodoma, na kwa kiasi kikubwa katika hotuba yake ambayo haijamaliza dakika ishirini e, unaweza ukapata konsepti nzima ya picha namna ambavyo anahitaji serikali yake ifanye kazi na huku akionyesha msisitizo zaidi kwamba katika awamu hii ya pili ya awamu ya sita A, kuna vitu vingi ambavyo waliviahidi wakati wa kampeni, yeye pamoja na chama chake cha mapinduzi, na hajakata tamaa kutokana na hali ilivyo, kwamba alete sababu za kusema kwamba haviwezi kutekelezeka. Bado anaamini kwamba uwezo e, wa kutekeleza katika wingi huo huo E, bado upo na huku akikiri kwamba kutokana na yale yaliyotokea e, baada ya uchaguzi e, machafuko yale ya Oktoba ishirini na tisa, taswira ya kimataifa katika namna ya kupata fedha za wahisani na mashirika huenda ikawa ni changamoto kidogo, lakini yeye hataki kuchukua kama sehemu ya kuonyesha kwamba nchi haiwezi kusonga mbele kwa sababu tu ya kile ambacho kimetokea. Ni wakati wa kufikiria kila kilichoahidiwa kinatekelezeka, hata katika nyakati ngumu ambazo e, nchi inaweza ikazipitia. Hataki mawaziri, hataki watu waliopo serikalini wapate sababu ya kuonesha kwamba e, bila kupata sapoti kutoka nje ya nchi, basi uchumi wa nchi au mambo serikalini katika kuwahudumia wananchi na kuwaletea maendeleo e, ni changamoto au haiwezekani. Anataka kuwaonyesha kwamba e, lazima mambo yaende, lazima mambo yasonge. Tufahamu kwamba e, bajeti inayoenda kutumiwa na serikali ya awamu ya pili ya sita e, ni bajeti ya fedha ya mwaka 2025 2026 na bajeti ambayo ilipitishwa na bunge ambalo lilishamaliza muda wake na kwa kiasi kikubwa katika bajeti ile ambayo ilipitishwa e, ndiyo ambayo inatumika hivi sasa, huku tayari kukiwa kuna makadirio ya kodi mpya ambayo yaliainishwa. Vyanzo vipya vya kodi viliainishwa vya ndani. Kwa hiyo kwa kiasi kikubwa naamini katika serikali hii ya awamu ya sita kwenye ngwe hii ya pili a, vile vyanzo vya kodi ambavyo vilikuwa vimeainishwa e, vikikusanywa ipasavyo basi huenda yale yaliyoahidiwa na suala la uchumi halitoyumba hata tukikosa fedha kutoka nje ya nchi, na hicho ndicho ambacho kinampa nguvu rais kueleza mawaziri kwamba hakuna mradi ambao uliahidiwa utakwama, na kwa kiasi kikubwa miradi inabidi ianze, hata miradi mipya, kama kuna wahisani, kama kuna mashirika ambayo yatasapoti miradi hiyo, waikute tayari miradi imeshaanza kusi, kusiwe na visingizio vya kusema kwamba e, tunasubiria wahisani waingize fedha e, tunawabembeleza wahisani au tuna mazungumzo na watu fulani ili jambo fulani li, li, lifanikiwe. Ni hotuba ambayo inaleta matumaini ya kuonyesha kwamba e, mawaziri wana wajibu wa kusimama kwenye wizara zao na kwa kiasi kikubwa e, kujielekeza kwenye kuwapelekea wananchi maendeleo. Kupitia hotuba hii kuna vitu vitatu unaweza ukaviona vi, uka, uka, uka, uka vinaenda kutokea. Cha kwanza e, kwenye hizi wizara na bajeti zao e, kuna uwezekano ikaja fumua, fumua ya bajeti za wizara zile fedha ambazo ziliwekwa kwenye kula vitumbua, bagia, sambusa e, vinywaji, semina na warsha mbalimbali zikatolewa kule na kuelekezwa zaidi e, kwenye maendeleo ya wananchi e, kwa ajili ya kuwezesha shughuli ziendelee za muhimu kuliko zile ambazo huwa zinatengwa kama matumizi ya ofisi e, na katika awamu hii ya pili ya ngu hii ya sita huenda kuna baadhi ya wizara zikapunguza vikao vya nje ya taasisi zao, lakini pia warsha na makongamano. Watumishi wa umma wanapaswa kujiandaa kisaikolojia. Hizo fedha kwa kiasi kikubwa zitaelekezwa kwenye matumizi ya maendeleo ya wizara yanayoonekana kwa wananchi. Masalan, tunaweza tukasema kwamba eh, kwenye wizara ya kilimo labda huenda e, miradi ya mbolea e, miradi ya ruzuku kwa kiasi kikubwa. Serikali tena isitegemee mafungu kutoka nje ya nchi, ni zile zile fedha ambazo zilitengwa kwa ajili ya wizara hiyo ambazo zilijilekeza katika matumizi mengine zitarudishwa huko, hata pia kwenye masuala ya sekta za afya, hata pia elimu, baadhi ya semina ambazo e, madhara yake yanaweza yasionekane kwa haraka, kwa maana ya uchanya wa hivyo vikao, hizo semina Fedha hizo zinaweza zikauishwa na kupelekwa kwenye e, matumizi ya haraka yanayoonekana, ikiwemo labda kama ni masuala ya elimu e, kwenye uboreshaji wa miundo mbinu, lakini kwenye afya kununuliwa kwa madawa na vitu kama hivyo. Kwa hiyo tunaona kabisa baadhi ya matumizi e, huenda yakabadilishiwa e, matumizi hayo kama ambavyo yalipitishwa kwenye bajeti. E, na kupelekwa widharani kwa wizara zitakuwa za na wajibu wa kuangalia vipaumbele na kufumua hizo bajeti upya ili kuwezesha uh, bajeti hizo kutekelezeka bila kusubiria zile fedha ambazo zingeweza zikatoka nje ya nchi. Lakini pia ukitazama hii hotuba yake pia ameangazia namna ambavyo miaka mitano kwake anaichukulia ni michache, lakini ni mingi kwa maana ya kupanga pangua baraza hili kwamba E, tutarajie kwamba huenda lisifike mwisho. Kuna watu wameteuliwa kuwa mawaziri au manaibu waziri, huenda wakaishia njiani kutokana na kasi ambayo yeye anaitazamia kuiona kwao. Ikiwa watashindwa e, kuendana na kasi hiyo, huenda e, safari yao ikawa imeishia hapo, kwa sababu anachohitaji ni kuyaona matokeo hasa e, kwenye miradi kuyaona matokeo hasa E, kwenye namna ambavyo wao watakuwa wanafanya wanafanya kazi zao, lakini kitu cha tatu ambacho kinaendana na cha kwanza kwenye ubanaji wa matumizi, huenda hizi hizi, hizi hizi wizara tusiwashuhudie e, hawa mawaziri wakiwa wanafanya e, ziara kichaa. Ziara kichaa ni zile ziara ambazo mwezi huo huo, huo waziri anapita e, kwenye wilaya au kwenye mkoa kufanya ukaguzi, lakini akiondoka, tena unakuta naibu waziri naye anapita anapita humo humo. Kwayo, kicha, kwa hiyo hizo ndo zinaitwa ziara kichaa, kwamba hakuna mawasiliano ya namna ambavyo wao wanaweza kutekeleza majukumu yao kwa kupeana nafasi ili kubana bajeti. Lakini pia tutarajie kwenye hizi wizara, kuna baadhi ya watumishi wa wanaweza wakapunguzwa au wakapelekwa kwenye maeneo uh, tofauti tofauti kwa ajili ya kupunguza mzigo wa uh, malipo ya mishahara hasa katika nafasi uh, ambazo zinaweza zikafanywa uh, kazi labda na mtu mmoja, lakini unakuta kitengo kina watu watatu wanne, na kuna vitengo ambavyo huwa havizalishi, huenda pia na vyenyewe vikakutwa au vikasombwa na mabadiliko ya kuondolewa kabisa. E, mfano vitengo vya mawasiliano kwa umma. E, taasisi na wizara nyingi zina vitengo vya habari ambavyo havizalishi chochote zaidi ya kupiga picha tu, e, waheshimiwa ambao ni mawaziri na makatibu wakuu na kupost kwenye mitandao yao ya kijamii kwamba yuko sehemu fulani anafanya kitu fulani, sijui amefungua kongamano fulani, kitu ambacho hiyo kazi ingeweza ikafanywa na waandishi wa habari vizuri tu. Kwa hiyo uh, huenda wakapunguzwa watu kama hao kwenye hizo nafasi. E, au vitengo hivyo vikafutwa kabisa ili tukubana matumizi ya wizara e, hata kama watapangiwa majukumu mengine, lakini itapunguza idadi ya e, watu hao ambao wapo wengi na huenda sio wazalishaji wa moja kwa moja kwenye e, pato la taifa, kwa maana ya kwamba wanachokifanya sio kwamba kitu kibaya lakini eh, eh, hakina athari ya moja kwa moja hata uh, wasipokuwepo, na kuna mifano ya nchi nyingi ambazo hazina hao maafisa na bado eh, mambo yanaenda yanaenda vizuri. Kwa hiyo ni hotuba ambayo kwa kiasi kikubwa inaelekeza ubanaji wa matumizi, inaelekeza eh, watu kufunga mikanda kweli kweli mikwiji eh, kupambana, eh, kuona kwamba tunaweza tukaishi E, na uchumi ukaenda bila kutetereka, bila kutegemea fedha e, kutoka nje ya nchi. Kama itakuja ni sawa, na kama isipokuja e, ni sawa. Lakini e, ameeleza kwamba pia mafunzo yafanyike ya, ya kwenye hizo wizara, ili wajielekeze mawaziri vizuri kwa namna ya kutumika na kuwatumikia wananchi vizuri, ili sitokee mtu e, amefanya makosa hayo e, akaondolewa au wakafanya vile ambavyo eh, huwa vinafanyika wakati mwingine kwa mazoea, lakini kwa namna ya serikali hii huenda ikawa na namna tofauti ya uendeshaji, tofauti na serikali zingine, hasa kwenye nafasi hizo za hawa watu walioteuliwa kama mawaziri na manaibu waziri, kutokana na hali ilivyo ya kisiasa, lakini hitaji la eh, maendeleo ya jamii kwa kiasi kikubwa, na tunafahamu kwamba eh, Rais Dr. Samia Suluhu anataka kuondoka kwa kuweka eh, historia ya maendeleo kwa wananchi na E, wakosoaji wengi walikuwa wanasema kwamba e, awamu ya kwanza alikuwa anatekeleza maono mengi ya Magufuli japo alifanya kwa ubora zaidi. Kwa hiyo katika awamu hii ya pili huenda anahitaji kuonyesha kwamba kile alichokiahidi sasa, yeye pamoja na kukamilisha ile mingine, lakini ana uwezo wa kufanya kwa ukubwa katika yale ambayo aliahidi kwenye kampeni. Kwa hiyo tutarajii kwamba mabadiliko yatakuwa mengi sana kwenye uendeshaji ili kufikia kwenye hiyo hatua ambayo Uh, yeye anahitaji kama kiongozi wa nchi. Usisahau kuwa sehemu ya familia yetu kwa kuwa miongoni um, mwa watu wale subscribe na kugonga alama ya kengele kwenye hii uh, account yetu ya YouTube ili uwe wa kwanza kupata hizi taarifa kila tunapoziweka. Msomi, usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.